Kati ya jukumu kubwa ambalo mwanaume unakuwa nalo na napokuwa kwenye mahusiano ni kuhakikisha kwamba unalinda na kutunza heshima ambayo mwanamke wako anayokuwa. Kuna mambo ambayo ukifanya yanaweza yakapelekea ile heshima aliyonayo ikavunjika, ikavunjika na ikaondoka kabisa, ikawa ni mtu ambaye aliwahi kuheshimu, lakini hivi sasa hakuheshimu tena. Na ndiyo maana anataka tujifunze kupitia hii video, namna gani ambavyo kama mwanaume unaweza ukalinda lakini pia ukaitunza ile heshima ambayo mwanamke wako uko nayo. Jambo la kwanza ni kuwa mwanaume ambaye unajitegemea, be independent. Ni kweli kama mwanaume unamhitaji mwanamke kwa namna moja ama nyingine, anafanyika msaada kwenye maisha yako, lakini kama usifike hatua ukawa ni tegemezi wa mwanamke. Usifike hatua kwamba maisha yako ili yaende, unategemea uwepo wake usifike hatua kwamba ili baadhi ya vitu vifanikiwe unategemea uwepo wake na na sapoti kwa sehemu kubwa sana. Mwanaume wewe, ni kiongozi, na kama ni kiongozi, manaake wewe ndio unatakiwa kutegemewa kwa sehemu kubwa, kwa sababu mwanamke, katika hali ya kawaida, yeye ndio anatakiwa kuwa tegemezi, na sio wewe kuwa tegemezi kwenye maisha ya mwanamke. Kadri unavyozidi kuwa tegemezi kwa mwanamke ndivyo ambavyo inamtengenezea ina, mazingira ya yeye kuwa na nguvu juu yako, lakini pia anapoteza sababu ya kuheshimu. So, jitegemee kwenye eneo la fedha, jitegemee kwenye eneo la maamuzi, jitegemee kwenye baadhi ya maeneo muhimu ambayo yanahusiana na maisha yako. Usimtegemee mwanamke, lakini pia usitegemee ndugu jamaa na marafiki. Usifike hatua kwamba huwezi kufanya maamuzi mpaka baba aseme, huwezi kuamua juu ya jambo fulani kuhusiana na maisha yako na familia yako mpaka mama atoe tamko. Ukifika hiyo hatua, tafsiri yake ni kwamba ni kama unamwonyesha mwanamke wako ni kwa jinsi gani ambavyo wewe ni mwanaume dhaifu. Kumbuka kwamba mwanamke siku zote hawezi kabisa na hawezi kupata sababu ya kumuheshimu mwanaume amaia ko kali ambavyo unazidi kujitegemea, ndivyo ambavyo unakuwa mwanaume una una mwenye nguvu, na ndivyo ambavyo unamtegemezea mwanamke wako, sababu za kuwa nini anatakiwa kuheshimu. Jambo la pili, ili kutunza na kulinda heshima yako mbele ya mwanamke wako, ni kuwa mwanaume unayechukua hatamu Take charge. Mwanaume unatakiwa usimame kama kiongozi, ufanye maamuzi kuhusiana na maisha, ufike hatua uonyeshe kwamba nafasi uliosimama kama kichwa cha familia, nafasi uliosimama kama kiongozi unaitendea kazi ipasavyo. Ni lazima pia mwanaume uoneshe ni vitu gani ambavyo unasimamia, uwe ujue unachokitaka na uwe tayari kukisimamia kile ambacho unakitaka. Usiwe mwanaume ambaye unaimbishwa na baadhi ya vitu. Usiimbishwe na ndugu, usiimbishwe na marafiki, usiimbishwe wakati mwingine hata na mwanamke ambaye uko naye especially kwenye mambo ambayo wewe unaona kabisa ni mambo ya msingi na mambo ambayo yana umuhimu. Usifike hatua ukali mwanaume zaidi na ndugu, kwa tafsiri yake ni kuwa mwanaume ambaye uko tayari kuwajibika kwa ajili ya maisha yako binafsi, uko tayari kuwajibika kwa ajili ya maisha yako ambayo unatengeneza wewe na mwanamke wako, lakini pia uko tayari kufanya vitu sahihi ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda mbele. Jambo la tatu ni kuwa mwanaume unayeaminika. Nili la hapo kuwa mwanaume ambaye una uwezo wa kuaminika na mwanamke wako. Usiwe mwanaume ambaye unatoa ahadi lakini hautimizi. Usiwe mwanaume ambaye mwanamke wako amekuwa akisikiliza maneno mengi lakini haoni vitendo vyovyote. Kuwa mwanaume ambaye mwanamke wako anaweza akakuamini, ukisema kitu kinafanana na matendo yao. Tunasema be a man of his word, kuwa mwanaume mwenye maneno yake, maneno na matendo yako vikishane kuwa mwanaume ambaye una uwezo wa kusema jambo fulani na kuhakikisha kwamba lile jambo ambalo umelisema ndio ambao utakwenda kulitenda. Ukifika hatua mwanamke akaanza kuona kama wewe ni mwanaume ni maana umetupa. Ukifika hiyo hatua basi taratibu unaanza kupoteza ile heshima ambayo yeye yuko nayo kwako. Jambo la nne, tunasema weka mipaka. Yes. Seti mwandali. Mwanamke atakuheshimu sana na atapata sababu ya kuwa nini unastahili heshima akijua kwamba kuna mipaka kwenye maisha yako. Ni kweli ni mke wako, ni kweli ni mpenzi wako, ni kweli nimefanya baadhi ya vitu kwenye maisha, ni kweli unamhitaji kwenye maisha yako, navana na hivyo, lakini muoneshe kwamba kuna mipaka ambayo hatakii kuvuka. Kumbuka kwamba kama mwanamke wako akiona kwamba kuna mtu anaweza akaingia aka kwenye kila eneo la maisha yako, ana uwezo wa kufika katika kila eneo la maisha yako, atakosa sababu ya kuheshimu kwa hiyo ili mwanamke wako aweze kuheshimu ili kulinda ile heshima na e, kulinda na kutunza ile heshima ambayo uko nayo kwa mwanamke wako, unahakikisha kwamba ni mwanaume ambaye unaheshimu na kuzingatia mipaka ambayo umejiwekea kwenye maisha yako, na kila mtu ambaye anafuata wewe anatakiwa aheshimu mipaka ambayo umeweka. Kuweka mipaka tafsiri yake ni kumwonesha mwanamke wako ni vitu gani ambavyo unakubaliana navyo na vitu na gani ambavyo haukubaliana navyo ni kumonesha kwamba ni vitu gani ambavyo uko tayari kuvumilia na vitu gani ambavyo hauko tayari kuvumilia. Usiwe mwanaume ambaye una uwezo wa kuvumilia kila kitu in the name of love. Siku hiyo hatua unapoteza sababu ya kwa nini unastahili kuheshimiwa. Jambo la tano la mwisho ni kuwa mwanaume mwenye maamuzi. Wakati mwingine kama mwanaume, kuna mambo ambayo unatakiwa usimame ufanye maamuzi. Usiwe mwanaume ambaye una tatizo inaitwa prolonged indecisiveness. Kuwa mwanaume ambaye unakaa muda mrefu pasipo kufanya maamuzi, unakaa muda mrefu pasipo kuchukua hatua. Mwanaume ni kiongozi, mwanaume ni kama nahodha. Kwa hiyo ni lazima ufike hatua fulani, kwa sababu wewe unaongoza familia, wewe ndiyo unaendesha mahusiano. Usimame kama kiongozi, usimame kwenye nafasi yako na ufanye maamuzi ya kupasa. Wakati mwingine, fanya maamuzi ili kumwonesha kwamba wewe ni kichwa, fanya maamuzi ili kumwonesha kwamba wewe ni kiongozi kufanya maamuzi haina maana kwamba kumkomandi ili afanye vitu vifanyike kama unataka wewe. Ah, kufanya maamuzi, nafanya maamuzi katika nafasi yako ya kiongozi, kuhakikisha kwamba yale maamuzi yanaweza yakaleta positive outcome. Kumbuka kwamba wanaume wengi walishindwa kuvijua hivi vitu vitano ambavyo tumejifunza katika video hii na ndio ikawa sababu ya kuwa nini wanawake zao wakawanza nao. Kuna wanaume ambao wao walikuwa ni tegemezi, walikuwa wanategemea mawazo ya wazazi wao, walikuwa wanategemea maamuzi kutoka kwa watu wengine. Kuna wanaume ambao walikuwa wanatoa ahadi, lakini walikuwa hawezi kuzitegeme kuzi kuzitekeleza. Lakini wako ambao walikuwa wanaruhusu wanawake zao wapande kichwani, ma kwaga mingine kwamba hawakuweza kuweka mpaka. Kwa hiyo wanawake walikosa sababu ya kuwa nini wawaheshimu wanaume ambaye hana mipaka aiashaji. Naomba jifunza kutoka kwako, ni kitu gani ambacho so, unaona kati ya hivi vitu vitano vejifunza inaweza ikawa ni sababu moja wapo ya wewe kufanya udharauliwe, au ni kitu gani ambacho uliwahi kufanya ikikawa ni sababu ya mwanamke wako kudharau na kupoteza kabisa ile heshima aliyokuwa nayo? Niandikia kwenye comments ili mimi na wengine kujifunze zaidi.